Kesi h zilizotokea nchini Tanzania na maarufu zaidi za uhaini. Kuna kesi ya Gray Likungu Mattaka pili naba asabi. Hii ni kesi ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na moja. Washtakiwa walikuwa wengi sana. Kesi ya uhaini, njama ya kupindua serikali na washtakiwa walikuwa zaidi ya watano, ambao hao kuna wengine ambao walifanikiwa kukamatwa na kukutwa na hatia mm -hmm. Kuna wengine walifanikiwa kutoroka na kuna wengine hawakuweza kushtakiwa, lakini waliwekwa kizuizini, yani mashtaka yao yashindwa kuthibitika. Kuna wengine ambao walishindwa kufahamika, yani kushindwa kujulikana kwenye hii kesi. Hii kesi pia kuna washtakiwa ambao walihukumiwa kifungo cha maisha, kuna washtakiwa pia walifungwa miaka kumi gerezani na pia kuna washtakiwa ambao walikaa kizuizini karibu ni miezi kumi na sita na pia kuna washtakiwa ambao walikimbia nchi, na maana walienda uhamishoni kuepuka hiki kisanga ambacho walikifanya au walikifanya. Hii ni kesi maarufu sana, na kwenye historia imeandikwa na baadhi ya watu wengi wanaisimulia. Hii ni kesi ambayo inamhusisha Oscar Kambona yule ambaye alikuwa rafiki yake na Nyerere ambaye ni pacina wake na, na Nyerere pia alikuwa ni katibu mkuu wa TANU, na pia alikuwa ni waziri wa baraza na mawaziri kipindi hicho cha Mwalimu Nyerere. Ina maana hii kesi ilitokea baada ya Mwalimu Nyerere na huyu Oscar Kambona kupishana katika itikadi za kisiasa au katika mapishano ya, kwa Oscar Kambona aliamua kuwashirikiana na aa na washtakiwa wengine kutaka kumpindua Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na tukio hilo au tukio hilo mapinduzi ambao ilipotaka kutokea lilifanyika mnamo wa miaka ya elfu moja mia tisa sitini na nane na elfu moja mia tisa sitini na tisa hapo katika cha hiyo miaka, ili jaribio lilifanyika ambavyo jaribio hilo lilikuwa na vitendo vya uhaini, yaani maana yake uhaini ulifanyika hawa washtakiwa, akiwepo na kiongozi wao mkuu a moja na shahidi ambaye aliweza, ambapo naweza kusema huyu ni shahidi mkuu au ni shahidi namba moja ambaye aliweza kufanikiwa kuthibitisha pale, akapelekea na baadhi ya washtakiwa akiwepo Bibi Titi Mohamed na Gray Mataka kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani na wale wengine ambao walihukumiwa miaka kumi gerezani. Huyu ndio alikuwa shahidi mkuu ambaye aliweza kuthibitisha ule mpango ambao ulikuwa unafanyika, ambapo na yeye akiwemo katika ule mpango, ya kuweza kuwa mshtakiwa kwa sababu yeye alifanikiwa kutoa taarifa kwa polisi, yani na maanisha akawa wakala wa serikali, akawa anatoa taarifa kule katika mpango yao, malua ujumbe mahusiano yote ambao walikuwa wanaweza kujadiliana na hawa ambao walikuwa wanataka kupindua serikali ya Mwalimu, alikuwa anapeleka kwa mkuu kwa mkurugenzi wa upelelezi. Kwa hiyo yeye kwa muda huo akawa wakala sasa. Mbaya yeye ndio anatoa taarifa za huo mchongo ambao unafanyika. Pia tukumbuke, naye alikuwa pati ya hawa ambao walikuwa nakufanya mapinduzi, ila aliwasaliti wenzake. Huyu shahidi mkuu anasema katika ushahidi wake, anasema kuwa bei Mattaka, ambaye ni mtakiwa namba moja katika kesi yetu, alimtaka mjiunge na mpango wa kupindua serikali, na huyu shahidi Leballo alikubali kujiunga baada ya kushauriana na mkurugenzi wa upelelezi. Pia huyu shahidi alidai kuwa wakala wa serikali, akatoa ushahidi wake akiwa na jukumu muhimu katika jambo la njama hiyo, huku akiendelea na kutoa habari barua na nyenzo zingine kwa kwa upelelezi. Maana ule mchakato wote ambao ulikuwa unafanyika, huyo shahidi yeye ndo alikuwa anatoa taarifa hizo, yani zile zote zilizokuwa zinapita hapo kwa eneo hilo, Mattaka pamoja na kikosi cha Oscar Kambona, Bibi Titi Mohamed na wengine wengi ambao walikuwa wanahusika katika mpango huu, yeye ndo alikuwa anatoa taarifa, anapeleka kwa mkurugenzi wa upelelezi. Baada ya watu hao kukutwa na hatia, kuna wengine walikata rufaa kwenda mahakama ya rufani ya Afrika Mashariki kama nakumbuka, kipindi hicho cha miaka ya sabini na moja kule nyuma, tulikuwa tuna mahakama ya rufaa ya Tanzania, kwa tulikuwa tunatumia mahakama ya rufaa ya Afrika Mashariki, kwa ikata rufaa kwenda ya mahakama ya ya rufaa ya Afrika Mashariki. Kuna baadhi walifanikiwa kuchukua huru, na wengine hawakuweza kufanikiwa, kwa sababu adhabu yao iliendelea kuwa vile vile. Kwa watu au washtakiwa wale ambao walifungwa kifungo cha maisha, adhabu yao ilibaki pale pale, ila wale ambao walifungwa miaka kumi gerezani waliweza

William Makori Chacha mshtakiwa mwingine au mshtakiwa mwingine, Alfred Philip Mlinga na Oscar Kambona ambaye huyu alikimbia. Na kuna wengine pia ambao hawakuwezwa kufikishwa mahakamani. Ina maana hawa ambao waliachiwa baada ya miezi kumi na sita katika kesi hii Bibi Titi Mohamed, Gray Likungu Mattaka, Elia Dastan Lee Kichipaka, na John Lifa Kichipaka, kama nilivyowataja pale juu. Hawa wawili walihukumiwa kifungo cha maisha. Na hawakuweza kufanikiwa kukata rufaa. Yaani rufaa yao, rufaa yao haikuweza kufanikiwa, kwa kadhia ya kifungo chao cha maisha. Ndiyo nikajiuliza, hii kesi au hawa washitakiwa ambao wamehukumiwa kifungo cha maisha, wakati adhabu ya kosa la uhaini ni kifo, ilikuwaje wakahukumiwa kifungo cha maisha? Hiyo inatokana na utashi wa yule jaji kifungo cha maisha badala ya kifo ila Michael Kamaliza na William Makoli Chacha hawa ni watumia ambao walihukumiwa miaka 10, ambao nao pia walifanikiwa kukata rufaa. Baada ya kukata rufaa, rufaa yao ikafanikiwa na akaweza kuachiwa huru kwa ile miaka kumi. Lakini pia Alfred Philip Melinga ambaye huyu alifutiwa mashtaka yake au ni mmoja wapo ambaye alikuwa kizuizini ndani ya miezi 16 akaja baada baada ya ya kuwekwa, hizo miaka kadhaa kupita, hao washtakiwa ambao walifungwa kifungo cha maisha na na Mattaka kwa, Amba, Kau, Mwa, kwa, kwa. Kwa. kwa kwa huru baada ya miaka kama saba kupita, ambao kuna wengine washtakiwa au watuhumiwa waliomba msamaha kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, waliyofanya kwamba sio sahihi na ni kinyume, akawa huru Inasemekana miaka saba katika washtakiwa hawa ambao walihukumiwa kifungo cha maisha ambao tunataja washtakiwa wanne, kumbuke Oscar Kambona hayupo kwa sababu yeye alikuwa zuizini, kuna mmoja pia mshtakiwa naye alikuwa zuizini. Katika hawa washtakiwa wanne waliopewa kifungo cha maisha, washtakiwa kwa mashtaka matatu. Hapo moja, ilikuwa la kumuua rais, pili, kumuondoa rais kinyume cha sheria na tatu, ilikuwa kupindua serikali, au mashtaka moja kwa moja ambayo yanayokuja. Wale wengine ambao wawili wao waliweza kufanikiwa kuachiwa huru au walifungwa miaka kumi baadaye baada ya kukatwa rufaa wakaachiwa huru. Wao walikuwa hawapo katika mashtaka matatu, wao walitakiwa na mashtaka la misprision of treason, yani ile ni kosa la kutotoa taarifa za uhaini ikiwa inatendeka. Walitakiwa hawa wengine wawili walitakiwa ambao walihukumiwa miaka kumi, na baada ya rufaa yao baada ya kukatwa ikafanikiwa au walitakiwa na kosa hiyo. Kesi zingine za uhaini ambazo zinazungumzia uhaini kabisa pamoja kwa moja ni kesi ya Hatibu Gandhi and Azad Hussein vs Republic. Hii ni kesi ya mwaka elfu moja mia tisa themanini na nane. Unaangalia kabisa, hii ni kesi ambayo moja kwa moja ipo katika serikali. Hapa ni baada ya kuwa sisi sasa kuna mahakama yetu ya rufani Tanzania Court of Appeal, mahakama ya rufani ya Tanzania, mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita peji ya na uta, kumi na mbili hizi nyingine, kwa sababu hii kesi inafanyika Tanzania, sio Tanzania, ni upande wa Zanzibar yaani Zanzibar, in kesi ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar versus Ari Machano Amis and others, criminal application namba 8 ya mwaka 2000, Tanzania Court of Appeal. Namba 1, in kesi ilifanyika Zanzibar au ilifanyika Zanzibar, yaani wao hii kesi ina tofauti kidogo, tutakuja kuielezea baadaye kwenye kipengele cha Zanzibar. Ni suala kwamba hii nchi yenye nchi inahitaji kuwa na vigezo vya, kwa hiyo tutakuja kuielezea hii kesi kwa sababu hii kesi haikuweza kufanikiwa kwa sababu inajulikana au tunatambua kabisa Zanzibar sio nchi, na ukirejea nilivyofundisha awali au nilivyoelekeza awali au nilivyokuwa nataka ufahamu nilivyosema awali kuhusiana kwamba kwamba hii kesi ni against serikali, serikali ya nchi ya Zanzibar ina serikali lakini ile serikali sio ya nchi husika, ni serikali ya Zanzibar na Zanzibar sio nchi ambayo ufafanua vizuri na utaelewana katika kesi pia, tangua nakumbuka katika kesi ya uhaini unaweza usishtakiwe na kosa la uhaini kwa sababu unaweza kuwa hujakidhi vizuri vipengele vya uhaini au vile vigezo ambavyo vinasababisha wewe ukute hatia na kosa la uhaini. Kuna makosa ambayo yanashabihiana na uhaini ambayo kuna vipengele vinanaizi wewe ukishtaki, ni tofautiana na vile vipengele vya kosa la uhaini mkuu au wa uhaini moja kwa moja, kwa sababu tumesema kosa la uhaini ni kosa la juu kabisa. Je, ujui kama kuna makosa ya chini yapo? kwa unaweza uka. Uka. toka kwenye kosa la uhaini lakini ukakuta kwenye kosa lingine. Unatakiwa wewe kufanyaje? Kuwa makini na kuwa mtulivu na kuangalia sheria kwa, kwa matendo unayoyafanya.